Wapenzi watazamaji, mambo imechemka kule Tanzania, ni kubaya kule Tanzania, na hii ni baada ya CNN kutoa video vile mambo yalikuwa yanaendelea pale Tanzania, kutoa siri zote za Samia Suluhu, jinsi ambavyo aliweza kuwaua Watanzania. Hii video ni video ambayo imefanya wengi tumelia vibaya sana, tumewahurumia wenzetu wa Tanzania, na pole sana kwa wale wa Tanzania ambao walipoteza ndugu zao, maana watu ambao wameuliwa ni wengi sana, na huwezi niambia the same way vile ambavyo Samia Suluhu alikuwa anasema kuwa wenye walikuwa maandamano si wa Tanzania. Ndio sasa tunashangaa hao watu wote ambao wameuliwa, na tuliweza kuona kutoka nyuma kuwa hawa watu waliuliwa na wakazikwa kwa makaburi, wanayapwa miili hata kumi kumi kwa makaburi, na hii ilikuwa ni kuficha evidence kuwa watu waliweza kuuliwa ile siku ya maandamano ndio tunauliza. Sawa, watu wote ni kusema kuwa si wa Tanzania? Ile mama anasema kuwa watu walikuwa maandamano si wa Tanzania, lakini tumeweza kuona Watanzania wakijitokeza wakisema kuwa tuko na shida, tusaidie, hatumtaki huyu mama ni achiondoe ni achiusuru kutoka kwa hiki kiti, tuone kama tunaweza kusaidia nchi yetu sisi kama Watanzania. Na leo tumeweza kuona ukweli kuwa Watanzania wanahitaji usaidizi na vile ambavyo Watanzania wamejipanga kutokea tarehe tisa kwa maandamano, ni tuwaombee Ma ukiona yale mauaji ambayo yalifanyika ni mauaji ya ajabu mno, ni tuwaombe wasiweze kulipata hili ambalo walilipata, maana wakiuliwa hivi sioni kama kuna mtanzania atapaki. CNN imeweza kutueleza vizuri, imeweza kukapcha kila kitu vile ambavyo watu walikuwa wanauliwa anauliwa mauaji ya kiholela pale Tanzania ambapo tumeweza kuona miili ya watu ikiwa imetapakaa kila mahali, kila kona ya nchi Tanzania. Na sasa tukajiuliza, Tanzania wamepanga maandamano tarehe tisa. Je, Samia Suluhu tena atalifanya hili maana, yeye ndiye aliamrisha maaskari akawaamrisha akawapea sheria mkononi na kuambia kuwa shoot to kill, wauwe wote ambao watapatikana kwa maandamano. Na kuna daktari mmoja aliweza ku come out ingawa hakutaka ajulikane, hakutaka ajulikane yeye ni nani, bali yeye ni daktari pale Tanzania. Aliweza kuelezea vizuri, akasema kuwa Tanzania ilikuwa hali mbaya sana wakati wa maandamano, ambapo wao wenyewe kama madaktari walitishiwa maisha, wakakaziwa wakaambiwa wasiweze kuhudumia mgonjwa yeyote ama mtu yeyote yule ambaye ametoka kwa maandamano ambaye amekuwa kwa maandamano. Hii ika ikaendelea hadi pale ambapo huyu daktari anatuambia kuwa waliweza kuletewa majeruhi pale hospitali na kikundi cha maaskari kikafika pale kikawatishia na kuambia kuwa wasiwahudumie wale wagonjwa au ama wale majeruhi wa maandamano, wawaache wafe. Wafe ndiyo sasa. Tunashangaa kuwa huyu mama ni mama wa aina gani? Huyu ni mama wa jinsi gani? Huyu ambaye Ki, kuona watu wakikuwa na amani kwa nchi yake, ambaye hata aogopi mtu akiuliwa, na bado anasimama, anasistisha, anasema kuwa watu walikuwa maandamano si wa Tanzania. Nasi tunajiuliza ile miili yote yenye tuliweza kuona, miili imetapakaa kila mahali, watu wameuliwa kila mahali ambayo ilimalizia kuwa huyo mama alitafuta watu wakaenda wakazika miili, na ziku hata saidi ya kumi kwa kaburi moja, ndio wafiche that evidence kuwa watu wameuliwa, au watu wote ni tuseme, si wa Tanzania, ni wa wapi? Maana kama si wa Tanzania wangekuwa wameanza kutafutwa na mali tunapata kuwa kuna evidence aliua watu na akawazika. Kuna ile mili ambayo imetafutwa na haipatikani, ilienda wapi? Watu wanasema kuwa mtu aliuliwa kwa maandamano, lakini akitafutwa anakosekana, hata mwili ambao umekufa haupatikani, ilienda wapi? Hiyo ndio ile mili ambayo mama aliweza kuambia watu waende wakaizike kwa kaburi la pamoja, ikawekwa yote watu wakawekwa zaidi ya kumi na wakazikwa wote pale. Anyway, tumeona mengi, lakini haya ya mama Samia Suluhu, haya ni hatari, maana yale ambaye anafanya kama mama hayastahili, hata kama ni huo uongozi huu uo wake ameujwa kuwa na ameutaka na amelazimiza kuwa lazima atakuwa kiongozi, ambapo tumeweza kuona kutoka nyuma hata hizi kula ambazo anasema yeye aliweza kupata 98%, yenye hata hatujawahi sikia, hatujawahi ona yeye aliweza kupata, na hizo zimepatikana hadi waleo. Kuna zingine, kuna wale watu walipepa hizo sanduku za kupiga kura wakapotea nazo, zimepatikana tu, na shindwa zenye alihesabu ni gani, na hizi zenye zinapatikana kila mahali na zenye zinaonekana. Maana watu ile time ya maandamano waliweza kuchoma kila kitu hadi hizo sanduku za kupiga kura na kura zile ambazo watu walikuwa wamepiga zikiwemo ndani. Ndiyo watu wanachiuliza hii 98% alitoa wapi? Na watu walikuwa kwa street, wakidemonstrate watu walikuwa maandamano na walikuwa wengi, ukiweza kuangalia video watu walikuwa wengi sana, wenye walipiga hiyo 98 miaki na nani anyway, watu wangu, mambo ya mama Samia Suluhu ni mengi na ni ya ajabu kubwa zaidi ni tuendelee kuombea watanzania wenzetu majirani zetu, Mungu awe nao, maana wamepanga kutokea tarehe tisa. Acha Mungu awe nao, wapate haki yao. Sisi tunawaombea mpate haki yenu, maana hiyo ndio ramani.